Kwa hiyo ndugu naibu waziri, na viongozi wote, nakushukuruni sana kwa kunipa heshima hii ya kuja kuzungumza na wachezaji pamoja na makocha pamoja na viongozi wote. letu ni moja na tuombe, tumwombe Mwenyezi Mungu katika hili, kama alivyosema mwenyekiti hapa, kuna mwaka ule na mimi naukumbuka vizuri. <laughs> Mzee wangu Mungu wa mrehemu alikuwa pale uwanjani, uwanjani. E, hatukupata mafanikio, mafanikio. Safari hii Mungu atusaidie tupate mafanikio.